Uh, karibuni sana Kingo Fam. Uh, leo hii ninataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukaandaa mazingira ya kuwapokea vifaranga wako au kuwalea vifaranga wako kwa njia ya asili kabisa. Uh, na hii tumekuwa sisi pia hapa KingoFM tukiitumia. Uh, tazama hii video mpaka mwisho utajifuza mambo mengi sana. Uh, sasa Ukiangalia hapa unakuta kuna hiki kitu ambacho nimekiweka hapa. Hiki kitu kinaitwa e, bulda au kwa Kiswahili huwa wanasema ni kinengunengu. Hili ni eneo maalum kwa ajili ya kuulelea vifaranga. Na unavyoona hii haya hapa, haya hapa ni, ni maproudi Eh, yanaweza kama proud au singboard kwa ajili ya kukunja hivi, lakini pia unaweza ukatumia maboksi. Na hii tumeiweka kwenye chumba ambacho huwa tunafugia kuku, kama hivi tumekata eneo dogo kama hili ambalo unaliona huku eh. Kisha tumetengeneza hiki kitu na hiki kinasaidia nini? Hiki kinasaidia uh, kwaza kutuza joto Pili, kuweza kuwa manage vifaranga wako. Uwezi tu ukawaachia, eh, hum vifaranga hili banda lote, vifaranga bado wakiwa wadogo. Kwa hiyo lazima kawepo kaeneo kadogo ambako umekatenga ambapo utafugia vifaranga wako, utawapa maji, pia utawapa chakula. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana kwa vifaranga, na ukiangalia uh, mara nyingi duara tunaweza ukaliweka kwenye kona au katikati hapa. Unaweza kutengeneza kama duara fulani ukaliweka. Na ukubwa wa Uh, hii bulda huaga inategemea unaleta vifaranga wangapi kwa mfano hii unayoiona hapa hapa wanakwenda kuingia vifaranga wa broila mia tatu hiki ni kitu cha kwanza kabisa na kitu muhimu kuzingatia ni kuua kona kwa mfano unaona pale tumetoa kona hapa nimekwekea hivi bila kona ili nikuelekeza kitu kimoja hivi eneo kama hili ikitokea uh, labda joto likapungua kukawa kuna baridi hum, kwenye bulia vifaranga wana tabia ya kwenda kulaliana eneo kwenda kujibanza kwenye kona. Kwa hiyo wakija hapa watalaliana na watakufa, kwa hiyo utapata vifo wa vifaranga wengi sana, lakini hapa vifaranga hata wakija hapa hawawezi wakalaliana, au wakija hapa hawawezi wakalaliana. Kwa hiyo utasevu kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuua hizi uh, kona. Haya mambo yameshawahi kutokea pia hapa shambani kwetu, ndio maana ninasisitiza hivyo uh, eneo jingine ambalo ni muhimu kuhusiana na hili lazima utengeneze bulda ambayo ina usalama kwa vifaranga, kwa sababu uh, vifaranga ni rahisi sana kuvamiwa na panya na, na, vitu kama hivyo hapo. Kuna panya, kuna paka uh, kama unafuga mbwa, ni rahisi sana kuweza kushika vifaranga. Kwa hiyo hakikisha banda unaloweka halina matundu ya kuingiza hao wadudu, lakini pia panya wanadhibitiwa vizuri kwa taa ya joto. E, ukiweka taa pakiwa pana mwanga sana vifa, e, panya huwa hawaendi hilo eneo. Kwa hiyo hiyo ni, ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili unaweza ukaona hapa nimeweka, uh, hii hili ni jivu. Hili jivu uh, linaua bakteria. kwa mfano uh, umetoka zako kule unakuja kuhudumia vifaranga, lazima uingize uh, uweke miguu humu kama hivi hivi ndipo uingie kwenye bulda kuwahudumia vifaranga. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kiasili kabisa, ndio maana nimesema maandalizi ya kabla ya kuwalea vifaranga kwa njia ya asili kabisa. Kwa hiyo hii ni asili kabisa, a, ni jivu tu, unatafuta jivu, unaweka. Baada ya siku moja mbili unaweza ukaligeuza, baadaye unalibadilisha hivyo, unakuona, a, fanya hivyo. Kwa hiyo, hichi kitakusaidia sana. Na jambo jingine joto muhimu sana kuwa na chanzo cha joto. E, zinaweza zikawa ni balbu au majiko ya mkaa. Kwa mfano hapa sisi, kutokana na hawa vifaranga, tumeweka majiko mawili. Vifaranga wanahitaji sana joto, sentigredi kama thelathini na sita hivi, ndio wanakuwa comfortable. Ukiwanyima joto vifaranga watadumaa, lakini pia watakufa vifaranga wengi sana na wacha vifaranga. Unajua, kifaranga akiwa mdogo anakuaga kama ana ngozi, lakini baadaye anatoa manyoya. Akishatoa manyoya, basi ndio anatoa joto, ni wastani kati ya wiki mbili hadi wiki tatu. Ah, unaweza kuona majiko haya, ili ni kama jiko la kawaida, lakini lina huu udongo upo mpaka huku umeona, na huu udongo unasaidia kutunza joto hata kama ikitokea eh, jiko likaisha moto bado hili linakuwa na joto. Kwa hiyo hii bulda bado kidogo inakuwa na, na joto, na hapa tumeweka mawili kama hivi unavyoona na hii hapa haya hapa, kwa sababu ni makubwa, kwa hiyo yanakuwa e, sio unakuwa unaamkaamka sana usiku, unaweza kuamka mara moja. unajua usiku aa, ni muda ambao vifaranga wa wiki moja huwa wanatuma sana, kwa hiyo muhimu sana kwa na hiki kitu na hapa ukiangalia, tuna hizi hizi ni ni, ni, ni petri kwa ajili ya chakula Hizi ni kwa ajili ya maji. Sasa pia tuna hiki hapa chakula e, chakula hii ni stata ya dukani kwa ajili ya kuwapa hawa vifaranga. Kwa hiyo sasa vifaranga wanapofika e, lazima uwe umeandaa vitu vifuatavyo. Kuna hiki kitu hii hapa hii ni glucose. hii hapa hii ni glucose ya dukani ambayo huwa inatumika na hii kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kuwapa nguvu vifaranga ili waweze aa, kupata nguvu vifaranga aa, pale ambapo unakuwa umefanyaje unakuwa umewaleta umewaingiza kwa mara ya kwanza, unapaswa kuwawekea kwenye maji maji matupu kwanza, wanakula kabla ya kula chakula kwa muda wa saa walisali moja na nusu mpaka masaa mawili unawawekea kwenye maji. Sasa kama huna hii kiasili kabisa, hii inauzwa elfu moja mia tano au elfu mbili Kwa hiyo vitu mbadala vya hivi vya asili kama vile molasesi, asali, sukari, hivi ni vitu ambavyo vita e, simama kwa mbadala wa hii glucose, utawawekea E, maji yenye kwa mfano yenye asali kwa wastani wa muda wa lisali moja na nusu mpaka saa mawili hawajanywa, e, kabla hawajala chakula, hujawekea chakula chochote kile. Baada ya hapo utawekea starter, utawekea starter kwa wale wafugaji w wa, e, ambao kama unafuga kuku wa kienyeji, hutaki ununue starter ya dukani tunacho kitabu cha safari ya ufugaji ambacho kina kanuni bora kabisa ya kutengeneza chakula wewe mwenyewe e, kwa ajili ya kuanzishia kuku, lakini pia hata kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kina hiyo kanuni kwa ajili ya kuwatengenezea vifaranga ili waweze e, ku e, ili, ili uweze kuwapa hicho chakula. Kwa hiyo usifanye makosa hapo mwanzo, sio vifaranga wanafika tu na wewe unawawekea chakula, wanaanza kula chakula wanywe kwanza maji ambayo yanakuwa na glucose au hivyo vitu vya asili ambavyo nimevitaja, lakini hii glucose huwa wastani wa masaa nane. Kwa hiyo kuna muda watakuwa na, wanakunywa na maji yenye glucose pamoja na chakula. Lakini pia kuna hii wengi sana waga tunasema ya, ya ya kukatia vitovu. Hii umeona nina hii ni oxtic ni oxtic. Hii, oxtic hii ni antibiotic. Ikitokea vifaranga wamepata labda wamekula kitu chenye maambukizi labda mm, ya magonjwa kitu kama hicho, hapo ukiwepa hii hapa, manake inawasaidia hii. Sasa hii ni ya viwandani. Ukitaka kutengeneza ni oxtic ya asili utachukua e, kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja, pilipili pili tatu. umeona unachukua na kipande kidogo cha alovera, una brand au una vitwanga, unawachanganyia kwenye maji lita kumi. Kwa hiyo unakuwa unawapa vifaranga wako hao hapo, na kama una asali unaweza ukaongeza asali kwenye huo mchanganyo. Kwa hiyo huu ndio utakuwa ni mbadala wa ini ukicheki. Kama unataka kuwalea kiasili kabisa, ni vitu muhimu ambavyo nataka uandae, lakini pia nataka we na vitamin E. Vitamin zipo nyingi, kuna multivitamin kuna aminitoto kuna introvit zote hizo ni vitamin, umeona. Na hii ni oxitec, zipo ni oxitec, zipo nyingine kama nemovit e, niomaisin zipo a, kwa hiyo a, sasa vitamin vitamin za asili ni zipi? Ukiachana na hizo za viwandani ambazo nimezitaja, vitamin za asili ni kama vile Uh, majani ya mpapai Chinese zile toto unazibrendi, unawekea kwenye maji, faranga wako wanakuwa wanakunywa. Kwa hiyo hapo nimekuonyesha kwa ufupi sana maandalizi kwa njia ya asili. Na hapa chini ya haya, haya ni matandazo. Waga tunatafutaga dawa kwa ajili ya kuua vidudu vijimelea, hapa unaweka tu Unaona, hapa sisi tumemwaga jivu, tumemwaga jivu, tumefagia na ili jivu kwa ajili ya kuua vijimelea ambavyo tayari vinakuwa vipo hapa chini. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaandaa vifaranga kwa njia ya asili kabisa. Na mwisho kabisa, uh, na... tunavyo vitabu ambavyo vitakusaidia hivi ambavyo unavyoona hapa kwenye uleaji wa kuku. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi na ni soft copy. Kama unahitaji hivi vitabu tupigie E, sisi tuta, utatueleza tu unafuga kuku aina gani, na tutakuambia vitabu ambavyo vinakufaa wewe. Sio kwamba hivi vitabu vyote vinakufaa wewe, hivi vitabu ni vinategemeana unafuga kuku aina gani, ili viweze e, kukusaidia. Na pia tunalo kundi la WhatsApp ambalo kujiunga ada yake ni shilingi elfu nane. Hilo ni kwa muda wa miezi miwili. Asanteni na karibuni sana Kingofa